Nitumie fursa hii kwa kukumbusha kuwa Mheshimiwa Rais alitoa maelekezo kwa waraibu kupata mikopo pamoja na kujiunga na vyuo vya ufundi kwa ajili ya kupata mafunzo ya stadi za kazi, vocational skills. hivyo nawasihi sana wote mliokuwa hapa mweze kutumia fursa hii kwa kukumbusha kwa ufasaha waraibu waliopata nafuu kuwa hii ni afua muhimu ya tiba kwa njia ya kazi, occupational therapy pamoja na mwendelezo wa utoaji wa huduma za upataji nafuu, inaitwa aftercare, kwa wateja wa dawa za kulevya waliopata nafuu, hivyo kupunguza madhara yatokanayo na, ya na matumizi ya dawa za kulevya. Sasa unaweza ukatafakari hapa, nyinyi kama wasomi, kuna changamoto nyingi ambazo ni za haki kabisa na halali, tunahitaji kukabiliana nazo kwa kuhakikisha hela tunayokusanya ndani ya nchi inakuja kuwekewa mipango kwenye bajeti za taifa letu ili zituendeleze. Lakini leo tunazalisha tatizo, na watu waliodanganywa tu wakakubali kuingia kwenye kutumia dawa hizi za kulevya, tunaanza sasa kuwatengenezea mikakati tena eti ya kuwasaidia wao. Hapa sisi tunapata shoti ya hela, uongo kweli? Ina maana wewe unaposema mimi nina changamoto hii, silipi sana vizuri hapa, kumbuka kuna mtu anaitengeneza nyingine hawa watu ni wengi utawaona hapa wanaokwenda kwenye tiba, wanatoka wana mpaka milioni moja, wanazitumia hizo hela, wanajengewa vyuo, wanafanyiwa vitu chungu mbovu. Ukiangalia budget ya mamlaka hii, pengine kingekuwa ni kwa manufaa yako wewe, lakini kwa sababu tunakaa na vijana wenzetu, hatuleti mabadiliko chanya pale tuliko. Wanaibwa kifikra, wanaenda kubebeshwa hilo zigo, na nimesema wanaowabebesha zigo hilo, wao na watoto wao hawatumii sema, wao na watoto wao hawatumii, hawatumii hawa. Hey, wao at wanapiga hela sababisha w katika kitu ambacho tunaweza kuachana nacho kabisa, sema tunaweza kuachana nacho hivi. Huko watoto wanaokuwa leo, ukatunga nyimbo wawe wanaimba, nilikuwa nambia kabisha. Unajua, nilizima kidogo pack message kwa hawa watu na ameniambia wamejipanga vizuri mpaka na magari ya sinema na maprojekta na magari. Hivi yule mtoto nyumbani kwako akizaliwa, si huo unamwambia usiku usitoke nje. Si huo unamwambia? Aonye mzaa mjeza huko. Wadogo zenu nawaambia usiku usitoke nje, funga mlango. Si ndio? Alafu namwambia aacha kumchokoza mwenzako, ni dhambi Mungu apende. Sijua mnawaambia. Manake wamwogope shetani, uogokwe basi. E, mnaweka na kiambatanisho kwamba huyo shetani mwenyewe ndo huyo pia amebeba dawa za kulevya, ili ya muingie vizuri anaposema naenda msikitini na kwenda kwenye ibada kumkataa shetani na Mungu, wambendi shetani na mimi simbendi shetani, basi yajue kabisa zigo la kwanza la shetani iliyo hizo dawa za kulevya, ili imani yake sasa iwe inakuwa ikichukia. Pia mtu akimletea dawa za kulevya, kaja anamwona huyu ni shetani. Inawezekana, iwezekana hawa hawa watoto ambao wakimwangalia vitu ni chakaraboti, wanaimba nyimbo, tafikiri walikuwa huko studi, wanashindaje kuunganisha na masuala ya dawa za kulevya, kwama ni shetani huyu na wakampataa? Wanaweza, hawawezi wakufanya hayo wa kuleta mabadiliko chanya alipo kuanzia kwenye familia yako ni wewe. Hapo sema ni mimi. Sasa tunakwenda likizo, narudi amweke ajenga mezani na wadogo zenu hao, wakienda sekondari tunaambiwa hapo, sijui pia group, sijui vitu gani, anarudi na dawa za kulevya na huko tu. Si aibu hii jamani? Sema si aibu hii. Alafu ukisha pigwa wewe na hizo dawa za kulevya, unaenda kutongoza na kabinti huko, unataka ulipe mahali. Kainisa, na huko na watoto wako washaanza kukuta dawa za kulevya kwenye kiuno chako hapo kuna ubaya hiyo? wanaongea kama anachekesha chekesha ndio inaenda hiyo, sema inaenda hiyo. Kwa hiyo haya mapambano haya unahitaji majukwaa ya wanaume yabadilishe fikra zao, ukae kwenye meza uongozi wa familia useme, mimi ni baba. Wanaume sema mimi ni baba lango la mafanikio ya taasisi ya familia <coughs> sasa, wa sisi wanaume tuna jambo letu <coughs> la kukataa dawa za kulevya <coughs> Shetani watoto wangu. Wangu. Wangu na wote waliomo ndani ya nyumba yetu hakuna mtu waugunu kutumia dawa za kulevya, tukianzia na mirungi na bangi. Sisi wanaume wewe